N nina miaka ishirini na tano. Mimi mzaliwa Vingunguti mwanangu. Wazazi wangu mimi, mama angu mtu wa Mafia e, baba angu mimi mtu wa huko Uzaramuni, ulikuwa huko. Unafanya nini kwa kipindi chote? Eh bwana, Sauzi pale mimi nilikuwa najishughulisha kwenye moja mbili tatu za sometime, mwenyewe najua kuna vitu vingine hapa mimi siwezi kuvitaja hapa kuvielezea eh, yeah. E, sema wakali wenyewe anajua. E, na nini navyozungumzia wakali wenyewe akikaa anajua kabisa sasa, huyu tulikuwa tunafanya nini? Sema sisemi kufanya nini, labda tulikuwa tuna sometimes tunaiba tunafanya nini eh, sema kuna mambo private, hata walikopo sometimes tukopo tunaishi nao sometimes, hata unadaa kama mwanangu, mbona anavuka miongozo eh mwanangu, eh kaenda kutuanika huko moja mbili tatu za hivi na vile nini, sema wakali e, wenyewe wanajua, kutokana kule kuna michongo kibao, kama hutaki yani, mchongo huu na mchongo, watu wanauza hadi mayai Kimfano, wewe mwanangu, kaka hapo, mwanangu, habari jamii, umekuja au vipi? weninakua